Tabora, karibu Toronto. Kwa watendaji, mwe makini. Chama chako kikiwa na hela, mtendaji anafahamika kama manager. Lakini chama chako kikiwa hakina hela, mtendaji anafahamika kama katibu manager. Kwa hiyo ukiona tu kwenye karatasi pale umeandikiwa kwamba ni katibu manager, maana yake hapo mshahara hakuna, ndio anze kujiongeza kutengeneza mpaka mambo yatokee okay. Lakini ukikuta mkataba umeandikwa manager, utakuta kila kitu kimenyoka, ndio maana kwenye chama cha msingi anaitwa katibu manager lakini kwenye chama kikuu anaitwa manager, kwa sababu pale kuna hela muda wote. Sasa endeleeni kutafakari katika jukwaa hili. Je, tuko tayari kuendelea kuwa makatibu manager au tunahitaji kuwa ma manager? Kama tunahitaji kuwa ma manager, tutumie fursa ambazo zimeletwa na mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha tunafikia hizo fursa. Hili ni jukwaa la pili la ushirika mkoani Tabora linafanyika hapa wilaya Nzega, ambapo miongoni mwa mjadala mkubwa uliogubika kusanyiko hili ni kuhusu ruzuku ya mbolea kwa zao la tumbaku pamoja na ucheleweshaji wa malipo unaofanywa na baadhi ya wanunuzi wa tumbaku. Haya majukwaa sisi kama wakulima yanatusaidia kuangalia namna ambavyo tunaweza tukafanikiwa na namna ya kutatua matatizo yaliyoko ndani ya kilimo chetu cha tumbaku, lakini na ndani ya ushirika zaidi. Kwa hiyo tunaamini hayo ambayo amesema lakini hata alipokuja makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi taifa, ndugu yetu Wasira, nalizungumzia sana kwa ufisadi. Hili jambo mbolea ya ruzuku imekuwa ni gumzo sana kwa wanachama wetu, maana tumeombwa kila aina ya dokumenti na tumesha zikamilisha, lakini mpaka sasa tumekuwa tunaambiwa. Siku ya mkutano mkuu wa union, mirambo union, tuliambiwa baada ya siku kumi na nne kwamba hiyo hela itakuwa imeingia, lakini kilio chetu labda ahadi ya hizi pesa imekuwa ni muda mrefu, toka mwezi wa sita, nakumbuka mwaka jana, na mpaka saizi ni mwezi wa tano, tuna takriban tunakaribia mwaka mzima. Yaani mwisho tumepeleka kumbukumbu za mkopo wa kila mwanachama na zote tumeshawakamilishia, lakini zoezi tunaona bado na mpaka inafikia, wakulima wetu wanakosa imani sasa na wanaanza kusema sisi viongozi labda ndio zimepitia kwenye akaunti zetu na tumezitumia. Katika kujibu hoja hii kwa hali isiyokuwa ya kawaida, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tabora Juma Nkumba anatangaza msimamo wa chama kwa wale wote watakaobainika kuwa wanakwamisha mchakato wa upatikanaji wa mbolea ya ruzuku na kutowalipa wakulima wa tumbaku kwa wakati. Itakuwa haina maana kama tunakutana hapa siku mbili, halafu baadaye maazimio yanawekwa, mnakutana mwaka unaofuata maazimio pengine yanayotekelezwa labda mawili kati ya maazimio kwa hiyo maazimio yote ambayo kwa kweli yametolewa kwenye kikao hiki lazima tutakapokutana kikao kijacho lazima maazimio hayo yayo yametekelezwa kwa kiwango kikubwa hapo ndo tutajenga ufanisi wa kikao tulitembelewa na makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi akasikiliza kilio cha wakulima wa tumbaku akatoa siku, siku wiki mbili kwa maana ya siku kumi na nne siku ambazo zinaisha Jumatatu. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi, kauli ile tuliendelea kuwa tunaifuatilia hatua kwa hatua. Naomba nitumie nafasi hii kwenye kikao hiki niwatake wadau wote wanaohusika, na hasa wale walioshikilia fedha wanakwenda wakisuasua kutoa fedha hii tutakapomaliza siku ya Jumatatu ikianza Jumanne bado wakulima wetu hawajalipwa, fedha CCM tutaanza na utaratibu mpya wa kufuatilia sisi wenyewe. Hatuwezi kuwa na ngonjera kila siku za fedha za ruzuku, kama mheshimiwa rais alishatoa fedha, mheshimiwa waziri ameshatoa maelekezo mara kadhaa, mheshimiwa mkuu wa mkoa ameshatoa maelekezo mara kadhaa nani hatekelezi jambo la kupeleka fedha kwa wakulima? Itakapofika siku ya Jumatatu tumemaliza mpaka jioni, ambazo ndio zitakuwa siku za mwisho ambazo makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi alitoa maelekezo siku ya Jumanne. Sasa CCM itakuwa kazini kufuatilia ni nani aliyesababisha mpaka sasa fedha hizo hazijaenda kwa wakulima. Baada <laughs> ya maelezo haya pamoja na changamoto hizi yapo mafanikio makubwa yanayofanywa na, na Tume ya Maendeleo ya Ushirika nchini TCDC, ikiwa ni pamoja na usajili wa wakulima kidigitali na uhakiki wa mali za vyama vya ushirika. Mfumo huu umetusaidia kwa sasa hivi mpaka tunapoongea tumeweza kusajili vyama vya ushirika 6570 lakini pia tumeweza kusajili wanachama wa ushirika zaidi ya milioni mbili na elfu sabini na nne kupitia katika mfumo huu, na mfumo huu umetusaidia kurahisisha kazi kwa maana ya vile vyama vyote ambavyo wana vikundi au wananchi ambao walikuwa wanahitaji kuwa na ushirika kusajiliwa kuwa na ushirika hawana haja tena ya kufunga safari kwenda kwenye ofisi za wilaya kwenda kwenye ofisi za mikoa kule kule walipo vijijini, kule kule walipo katika maeneo yao, kupitia mfumo huu wa movu wanaweza wakasajili chama chao cha ushirika. Tulipewa maelekezo ya kwa kuhakikisha kwamba mali zote za ushirika zinatambuliwa na kuweka kwenye daftari maalum, na kuhakikisha kwamba mali zote zinapata hati pamoja na document maalum za kutambua mali hizo. Kwa kazi hii tuliianza na paka, sasa hivi tumefanikiwa kutambua mali elfu nne mia tatu na arobaini na nane zenye thamani ya trilioni moja nukta tatu Tanzania kote, na hapa Tabora ni mfano wa pekee kabisa e, kwa maana ya kuna venda ambaye ameletwa kwa ajili ya kufanya hilo zoezi la utambuzi wa mali zetu na kuweza kuzirasimisha rasmi kupitia jukwaa hili. Mwenendo wa taarifa ya ukaguzi wa hesabu za vyama vya ushirika unaonyesha kuwa zipo hatua za mafanikio katika jambo hili kwa mkoa wa Tabora hadi tunapofikia katika jukwaa hili la ushirika la mkoa wa Tabora. Vyama vilivyokaguliwa vilikuwa vyama mia nne na tisini na kati ya vyama mia nne na tisini vyama vinne pekee ndio vilivyopata hati safi, vyama mia tatu na themanini vimepata hati yenye shaka na vyama ma themanini uh, na mbili vimepata hati mbaya na hati isiyokuwa na maoni ni vyama ishirini na nne idadi hii ya vyama inatupa taswira gani tukilinganisha na mwaka jana na mwaka uliotangulia 22, 23 na 23, 24? Kwa hali halisi ya utaguzi uliokamilika huu wa vyama 490 tunaona kwamba hali ya uendeshaji wa vyama vya ushirika kwa mkoa wa Tabora imeimarika. Na mwisho huenda kuanzishwa kwa benki ya ushirika hapa nchini utasaidia kupunguza vikwazo na mikwamo ya upatikanaji wa fedha kwa vyama vya ushirika ili viweze kufanya kilimo biashara na tija zaidi katika kukuza uchumi wa mkulima mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Kama benki ya ushirika sisi ni wadau wa moja kwa moja kwenye, kwenye maswala mazima ya ushirika. Kama benki tumeshiriki kwenye jukwaa la ushirika mkoa wa Tabora ikiwa ni sehemu ya kuja kutangaza, lakini pia kuwaelezea wanaushirika huduma na bidhaa zetu ambazo tunazitoa ndani ya benki yetu ya ushirika. Kimsingi, benki ya ushirika, nafikiri sote tunafahamu benki hii inamilikiwa kwa asilimia hamsini na moja na wanaushirika, lakini mbali na hivyo pia benki hii na wadau wengine, kwa maana wafanyabiashara uh, uh, na wadau wengine, taasisi ambazo za si za kiserikali ambazo zinamiliki benki hii, lakini pia benki hii inamilikiwa na serikali kwa asilimia kumi tuna mikopo kwa ajili ya stakabadhi ghalani, pale ambapo wanapopeleka mizigo yao kwenye vyama vya msingi, wakiwa wanasubiri kupata pesa zao, kama benki tuna mikopo maalum ya kuwapatia e, wakiwa wanasubiri minada baadaye ifanyike. Tuna vyama zaidi ya elfu sita e, nchini Tanzania e, vyama hivi sisi ni sehemu ya uwakala wa benki. Kwa wakulima wanakwenda kupata huduma za kibenki kupitia kwenye vyama vyao ambavyo vipo kule kule kwenye eh, kwenye vijiji vyao, wanakwenda kufungua akaunti, wanakwenda kuweka pesa, wanakwenda kutoa pesa bila kuja eh, kuanza kutafuta benki ilipo. Haya ndio maazimio ya ya wanaushirika ya, ya, mkoa wa Tabora, yatapelekwa kwenye, kwenye siku ya ushirika duniani ambayo